Themanini na saba. Zamani za kale kulikuwa na kisiwa kilichojulikana kama kisiwa cha miujiza. Kisiwa hiki kilikuwa katikati ya bahari kubwa na hakikuweza kufikiwa na mtu yeyote isipokuwa kwa ridhaa ya bahari yenyewe. Kisiwa hicho kilizungukwa na mawingu meupe, ndege waliimba nyimbo zisizojulikana na maua yalikuwa bila kupandwa. Kila kitu kilichokuwepo kilionekana kuwa na uhai na nguvu za ajabu. Watu walizungumza kuhusu kisiwa hicho kwa hofu na mshangao. Walieleza kuwa aliyefanikiwa kufika huko alipewa zawadi ya hekima, afya ya milele au uwezo wa kuponya kwa kugusa tu. Lakini pia walionya kuwa wale walioingia kwa tamaa au ubinafsi hawakurudi tena. Siku moja kijana jasiri aitwaye Zuberi aliamua kutafuta kisiwa hicho. Alikuwa na moyo wa huruma na alitaka kupata nguvu za kuponya ili awasaidie watu wake waliokuwa wakisumbuliwa na maradhi yasiyotibika. Alichukua mashua yake ndogo, akaaga familia yake na akaanza safari baharini. Baada ya siku saba na usiku saba, bahari ilimtulia na mawingu yakamfungulia njia. Alifika kwenye kisiwa cha ajabu, miti ya dhahabu, maji yaliyowaka nuru na sauti ya upole ikimwongoza. Alikutana na mlinzi wa kisiwa, mama mzee mwenye macho kama taa. Mama huyo alimuuliza, "Hii kwa nini umetafuta kisiwa cha miujiza?" Zuberi akajibu kwa unyenyekevu, nataka kuwasaidia watu wangu, si kwa ajili yangu bali kwao. Mama huyo alitabasamu na kumpa kipande cha tawi la mti wa maisha. Alimwambia, rudi na hili. Utakapogusa yeyote kwa nia njema atapona. Zuberi alirudi nyumbani, akaponya watu wengi na kuwa shujaa wa kijiji chake. Hakuwahi kurudia tena kisiwa hicho, lakini kila mwaka aliangalia baharini kwa shukrani na sala. Funzo: ujasiri wa kweli huambatana na nia njema. Miujiza huja kwa moyo wa kusaidia, si kwa tamaa ya binafsi. Je, ungependa hadithi hii iwe na mfululizo au uiandike kama kitabu?